Wataalamu walisema mtoko bila mwenza huo ni uzurulaji. Kutana na kijana sukari aliyempenda Elena, binti wa geti kali. Je, nikisema niondoke bila kuita atasema kama ulikuja mbona ukuita? na hata nikisema niende, je, akitokea kaka yake nitasema nini? Elena Elena Elena, ni nani Mgongo na shingo hii si ya Elena, mbona no? kama mwonekano unao mwili wa nguo nao mkose Elena kwa sababu ya kaka yake. Odi, siwezi kwenda tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu, ni mkuache Elena nyumbani Odi wenyewe. Kaka samahani, najua una hasira na kusumbua, lakini naomba dakika mbili niongee na Elena au kama kama uwezi kuniitia, basi nikwambie tuwee, mwambie tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu na muomba. Siwezi kwenda mwenyewe eh, sasa utoke, nikwambie wewe. Vipi? nasema mwambie Elena tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu mimi siwezi kwenda bila yeye. A, sasa kama na wewe unataka kuja tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu uwezi kujua, pengine nao, nitakushuhudia, lakini mimi nimemtaka Elena. Shemeji, shemulake, mwambie basi ishirini na saba mwezi wa tatu.